Watumishi watatu wa kada ya afya akiwemo mganga mkuu wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora wamesimamishwa kazi huku wengine wawili wakiendelea kuhojiwa kufuatia tuhuma za kubakwa kwa mgonjwa wa hospitali aliyekuwa akitolewa matibabu na kupatiwa matibabu hapo hospitali ya wilaya ya Urambo katika mchakato wa kupatiwa huduma za afya. Tukio hilo lilitokea Novemba 24 mwaka 2025 katika hospitali ya wilaya ya Urambo ambapo tabibu huyo Juma Selemani anaelezwa kufanya ubakaji huo kwa madai ya kwamba anamwekea dawa ya kusafisha njia ya uzazi. Disemba tarehe moja elfu mbili na ishirini na tano mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha akiongozana na kamati ya usalama ya mkoa amefika hospitalini hapo na kutoa agizo ya kusimamishwa kazi kwa watumishi katika mkasa huo pamoja na mambo mengine ya uzembe kazini kwa baadhi ya watumishi akizungumza na kamati ya usalama watumishi wa hospitalini hapo, lac Chacha amesema mganga mkuu wa wilaya ya Urambo Dr David Manyama aliunda tume maalum hospitalini ili kuficha ukweli wa jambo hili, hali iliyomfanya katibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr John Mboya kuunda pia tume ya uchunguzi wa suala hilo mpaka pale ukweli ulipobainika amezungumza na DNA Television pamoja na waandishi wengine wa habari waliofika hapo Tabora, na hivi ndivyo alivyosema. Na kwa kuendelea kupata taarifa zaidi na yale mengi yanayojitokeza hapa kwenye DNA Television, endelea kusubscribe, ku like na ku comment ama kushare, ili kuendelea kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Mimi naitwa Morgan Kalista. Nimerudia yale, yale umesema kwamba yule mganga mkuu mlikuwa mnakawakuchukia lakini tuhuma alizokuandikia mbili za kufahamisha: moja, taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya, uende huko zahanati, lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio design yako, hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji. Kwa hili halikuanza leo, tangu 2018. Haya, hii nimekuwa mnayajua alikuwa hajui, lakini mganga mkuu aliona, wewe ukasema mimi, huyu mganga alisaini yeye mwenyewe. Mganga mkuu amemhamisha baada ya kuona huyu mtu ni tatizo. Moja ni Excel kwamba hutaki kufanya wewe, inawezekana makosa alifanyika. Lakini sio mbaya, kwa sababu viongozi wako wakaona wewe kanaai, lakini pili una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji ukalo globe huko, ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua ukarudi, uka umerudi, amekuja kurudia baada ya miaka mitano sijui sita, kwenye chumba cha upasuaji hicho hicho umefanya mapenzi na hiyo binti, manake ni tabia yako mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alimsingizia ali, ali, ona kwa hawa nao wamekuja wamekusingizia, wakusingizie kesi hiyo hiyo, huyo binti na mume wake walikuwa wanamjua mganga mkuu. Kwa bwana nani, mkurugenzi, umefanya kazi nzuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha wala usisubiri kwamba mimi nimesema, hizi zinajitosheleza. Mmoja, mganga mkuu wa mkoa amesema, kwanza alichokuwa amefanya haikuwa sahihi, lakini kuna mazingira ya rushwa yalikuwepo. Alitoa hela ile baba, si ndio? Wewe ulitoa hela. Huwezi kumpokea mgonjwa kana kwamba unampokea kama deal. Yani hakuna, hakuna alipokuwa registered, hakuna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 Nesi aliyekuwa anasaidia ameshuhudia, na binti ameolewa, mume wake alikwepo. Mambo ya ajabu kabisa kabisa. Madaktari wengine wameshuhudia na wakajiridhisha na wakathibitisha, amebaka Akamatwe, asiachiwe hivyo anavyoshikiliwa, asiachiwe. Na namwelekeza katibu mkuu wa, wa, wa, wa TAMISEMI afukuzwe kazi leo leo, na kama alisoma kwa mkopo, kama alisoma kwa kodi za Watanzania, wizara ya elimu wafuatilie wafatilie, kama alisoma kwa kodi ya Watanzania huyu afilisiwe fedha hizo zirudi. Hawawezi watanzania wakatoa kodi yao kusomesha mtu akamfanyia mtanzania unyama namna hii. Na, na wanaotoa isibati za madaktari wafuatilie, anyang'anywe leseni. Na kwenye jambo hili maabara zingine wasije Ndio maana Mheshimiwa Rais anasema kila mtendaji, kila mtumishi wa umma, kila kiongozi afuatilie yanayoendelea ngazi inayofuata. Na yasema haya, na nimewapongeza viongozi wa mkoa wameliona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 waendelee kuchapa kazi hata tuangaike na wanaochafua, wanaogombanisha serikali na Watanzania, mambo ya chapu kabisa.